Jambo la kwanza tulianzisha mfumo wa vyama vingi katika nchi hii mwaka 92, miaka 30 na kitu iliyopita, ili wananchi muwe na option ya kuamua nani ya waongozi. Mamlaka ya nyie ya kuamua nani ya waongozi iko kwenye ibara ya nane ya katiba na ya nchi yetu, na ukisoma ibara ya nane, ukishuka chini inasema Lengo la serikali yoyote itakayoingia madarakani ni ustawi wa watu wa nchi yetu. Yaani, serikali yoyote tunayoiweka ni ili ifanye maisha yako yawe bora zaidi. Tunaelewana vizuri? Kustawisha maisha yako. Na bahati nzuri, nchi yetu ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila kitu mnachokijua ni nchi ya kwanza duniani na madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa hapa. Ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye upana Afrika, wa pili duniani, ziwa Victoria. Ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani nchi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ukichanganya pamoja, hazitufikii sisi. Tuna mlango wa bahari, tunajua jirani zetu mara nyingi hawana mlango wa bahari, ili wapitishe greda wanayonunua kutoka Ulaya iende kwao, ikaribe barabara itapita kwenye maji yetu ya bure. Mungu ametupa sisi tutaingiza fedha. Ni nchi ambayo ina dhahabu, kianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Ushirombo ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukija Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia, Afrika na dunia nzima. Na leo kilo ya dhahabu ni shilingi na msina tano kwa gramu. Nikisema gramu ni kama ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati, kare kamoja ndio gramu moja. Tani na tani za dhahabu zinatoka katika nchi yetu kila siku ya Mungu zinasafirishwa kwenda Ulaya. Nchi hii ina chuma chuma ambacho tukiamua kukichimba tutatumia miaka mia moja kwa kukitumia chuma tuna mlima hapo Rudewa hapa jirani zenu panaito Mchuchuma na Liganga. Mungu alivyotupenda akatuwekea makaa ya mawe hapa, alafu kilometa hamsini akatuwekea chuma ili haya makaa ya mawe yatumike kuyeyusha hivi chuma. Wakati tunaanza kujenga, wakati wanaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, niliwashauri bungeni, nilikuwa waziri eh, kivuli wa nishati na madini, nikamwambia Rais Magufuli wakati huu kwamba kabla hujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, chimba kwanza chuma chako, jenga kiwanda chako, kitaajiri wa Tanzania elfu sitini elfu sitini direct employment. Alafu kisha chimba chuma chako ukakitengeneza, kitaajiri watu wako, kitakulipa kodi ndani ya nchi. Kwa hiyo, huyu unayempa kukujengea bwawa unamwambia bwana, tunakupa kujenga bwawa hili hapa lakini chuma chote nunua hapa. Kwa hiyo ukimlipa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu, inabaki ndani ya nchi yako, ikujengee ajira kwa watu wako, ikujengee uchumi wa nchi yako, uajiri watu zaidi, kwa sababu pesa hiyo itazunguka ndani ya nchi. Kijana ambaye angelipwa pale kufanya kazi kiwandani, angetaka kujenga nyumba ingetoka kiwandani ingeingia kwa kijana Mtanzania, akijenga nyumba, fundi Mtanzania atapata pesa. Yule fundi akipata pesa, atanunua mboga kwako wewe, utapata pesa, utamwagiza bodaboda akuletee mboga nyingine, yule bodaboda atanunua mafuta kwenye kituo cha mtu mwenye mafuta, yule ataajiri mlinzi, mlinzi atapata pesa, atakunywa mchai kwenye mgahawa. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Hizo wakazichukua wanazipeleka nje ya nchi, hawakutusikiliza. Leo tunaagiza chuma cha dola za Kimarekani bilioni moja nukta mbili ambazo ni trilioni tatu. Kiwanda chetu tulihitaji trilioni saba kukijenga. Mwaka huu tumeagiza chuma cha trilioni tatu, mwaka jana trilioni tatu, mwaka mwingine ule labda trilioni nne. Kwa hiyo kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni kumi wakati tungejenga kiwanda cha trilioni saba nukta nane tukachimba miaka mia moja miaka mia moja, kiwanda chetu kipo kinawapa ajira na fedha. Zote hizi tunazotoa nje zingebaki huko, zingetengeneza ajira kwa vijana. Ndio maana tuna rasilimali watu, watu ni maskini kwa sababu watu walioko madarakani wana uwezo leo yeah. mchele bora wa dunia hii unatoka Chunya, unatoka kwenu hapa Kie. Si nyinyi ni wakulima wa mchele? si watu wanalima mpunga hapa? watu wa Kiera wanachohitaji watu wa Kiera wanachohitaji ni uchukue maji, si ziwa Nyasa liko hapo, kuwapelekea kwenye mashamba yao. Ukishawapelekea kwenye mashamba yao, mkulima wa Kiera hata subiri, hata subiri, hata subiri msimu wa mvua ndio alime. Baada ya siku tisini, mpunga ni siku tisini, uongo kweli? Atakata mpunga wake kwa sababu kuna maji, atapanda tena tena, baada ya siku tisini atakata, atapanda tena tena baada ya siku tisini atakaka atapanda tena. Kwa hiyo huyu mtu utakuwa membo faida ya kulima mara tatu au mara nne kama wanavyolima watu wa Pakistan. Leo hamna hiyo, kwa sababu hamna maji, mnasubiri msimu wa mvua na maji yako hapa. Nchi ya asali na maziwa, watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi. Tukiyasema haya wanakimbia na makamera, wanaturekodi wamejaa kwenye mikutano Imegeuka kazi ya usalama wa taifa kumfuatilia Heche, kufuatilia Liso, wanatufungulia kesi za uhaini, wanataka kututisha, ndani ya miaka mitatu ya Rais Samia, ambaye mimi nilikuwa kwenye kikao cha maridhiano tarehe ishirini mwezi wa tano 2022 mbili tulienda Ikulu na mwenyekiti Mboi, mimi niliteuliwa kutoka kwenye chama chetu, akatuahidi kwamba mambo yaliyofanywa chini ya, ya mtangulizi wake kuiba uchaguzi kuteka watu kuumiza watu kuchukua mali za watu kwa nguvu hayatajirudia. Alitoa ahadi yeye mwenyewe. Leo nini kinatokea? Uchaguzi wa mwaka ishirini na nne, mwenyekiti wetu wa vijana yule pale, ni wakili wa mahakama kuu, ana degree na amesoma, ni wakili wa mahakama kuu. Alikuwa nagombea kijiji akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Mtu wa darasa la saba wa sisi anajua kusoma na kuandika Hivo naelewa. Tulikuwa na vijiji tumeongoza ni hapa mwaka elfu mbili na kumi yeah, na tano, mwanamke alishinda ubunge hapa, uongo kweli? Ingawaja amejiunga na watesi wetu, lakini alishinda ubunge hapo. Kwa nini mwanamke yakwenda bungeni? Kwa sababu ya tume ya hovyo ya uchaguzi, watu walipigwa mabomu hapa sisi siku nne, naambiwa nasema uongo waking'ang'ana ili watu watangaze ubunge. Mimi nilitangaza ubunge kwa vita, watu walikufa ili mimi niwe mbunge. Nchi hii ambayo tuna makaa ya mawe, ndugu zangu, lisu juzi tulikuwa Songea, tumehesabu maroli yanayopita na makaa ya mawe, maelfu kwa maelfu ya maroli yanaondoka na utajiri wa watoto wetu, sisi tunabaki maskini Ambamba bei wa, wa Tanzania maski, ni maskini unategemea makaa ya mawe ndio kuzalishia umeme wa kuyayusha chuma. Nchi yoyote duniani iliyoendelea lazima iwe na basic industries, lazima iwe na viwanda vya kawaida. Huwezi kuwa nchi ambayo unaagiza toothpick kutoka nje, huwezi kutengeneza uchumi. Tulikuwa tulikuwa Mtwara watu wanalima korosho, korosho niye mnalima mahindi, mnalima mpunga. Mpunga unahitaji magunia ya kupata bali. Mwalimu Nyerere aliacha Pange inazalisha mkonge, aliacha Lindi inazalisha mkonge, aliacha Mtware inazalisha mkonge, alijenga viwanda ni vya magunia, vinaajiri watoto wetu, nafazi inayotoka kwa yule mtu anayenunua guni, gunia inabaki ndani ya nchi. Leo tunaagiza magunia kutoka nje, kutoka India. Unachukua pesa ya Mtanzania unaipeleka India kutengeneza ajira kwa Wahindi. Nchi hii tuna bodaboda kila kona, tuna bajaji zinahitaji matairi, zinahitaji spoku, hatuna kiwanda cha kutengeneza tairi. Mwaka sabini Mwalimu Nyerere alikuwa na General Tyre zinatengeneza matairi. Utatengenezaje ajira kwa watu wako kama wewe nie mna mto hapo uongo kweli? Kwa nini mto haujai, lakini ziwa linakuwa na maji mengi? Kwa sababu ziwa lina uwezo wa kukaa na maji mengi. Hiyo ni principle ya uchumi. Kama wewe pesa inaingia na unaitoa kuagiza toothpick, utabakije na pesa ili ujenge uchumi mkubwa? Kwa sababu wewe unakuwa kama kombit, unakuwa kama mto. Ziwa ndio linajaa maji, lina ajiri watu wata. Tunapochukua pesa za ndani ya nchi yetu tunapeleka China kunua vitu tunavyoweza kutengeneza. Tunaitumia China kama ziwa, inakuwa na hela nyingi, sisi tunatumika kama mto, tunabaki maskini. Bila uchumi hatuwezi kuwaajiri watoto. Watoto wanamaliza shule, baba analia nyumbani, niliuza mpunga wangu, bora nisingeuuza nimsomeshe huyu, bora ningebaki na mpunga wangu. Kwa sababu hawana walimu walioataidi, lakini fedha ambazo, kwa sababu a, lakini fedha ambazo zingetumika kuwaajiri zinasafirishwa kwenda nje. Hebu fikiria hivi. Dubai, Dubai ni jangwa ndugu zangu. Dubai mwaka sitini na moja ilikuwa na watu elfu sabini, elfu sabini watu wa watu wengi kuliko watu waliokuwepo Dubai mwaka 61? Leo sisi tuna bandari, tunazungukwa na nchi saba, tunazungukwa na, tunazungukwa na Malawi tunazungukwa na Uganda tunazungukwa na Kongo tunazungukwa na Zambia tunazungukwa na Rwanda tunazungukwa na Burundi tunazungukwa na Uganda, zote. Ke, ili zipitishe gari kwenye maji yetu, ili wapitishe nguo kutoka nje kwenye maji yetu, unachohitaji wewe kama serikali ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itasimama, washushe mizigo, pesa iingie kwenye nchi yako. Mtu akitoka Malawi, akifata gari alilonunua kutoka Japani, anatulipa pesa kwa kupitisha kwenye maji aliyotupa Mungu. Kule hayaishi leo wala kesho, utajiri unakuja hapa. Leo hiyo bandari tumechukua, tumewakabidhi wa arabu wa Dubai mpaka kiama, kwamba sisi watu milioni sitini hatuna uwezo wa kusimamia bandari alizotuacha Mwalimu. Watu milioni tatu wana uwezo kuliko sisi. Tuna uwanja wa ndege wa KIA, tumekabidhi Omani. Kila mtalii anayepita analipa dola hamsini na tano kwa kuingia, dola hamsini na tano kwa kuondoka. Wanapita watalii milioni moja pointi tano uwanja huko aliuacha Mwalimu. Kukaa pale tukusanye fedha, hatuwezi. Tumewapa Waomani ndio wakusanye wakajenge kwao leo. <laughs> no! Dunia hii, nchi kubwa za viwanda zinazalisha hewa ya ukaa zinasababisha machafuko ya mabadiliko ya tabia nchi, zinapeleka hewa ya ukaa huko mbinguni kwenye, kwenye anga zinapigwa kwai ili nchi zile ambazo zinazalisha oksijeni zilipo zilikwa hiyo fine kutokana inaitwa carbon, carbon credit. Kwamba nyie China, nyie Marekani, nyie Uingereza, nyie Ujerumani wenye viwanda vikubwa nazalisha hewa ya ukaa mnaathiri wake wanaozalisha misitu, tuwape fedha kufidia misitu. Kwamba sisi Tanzania tumequalify, tuna tume misitu mingi inayonyonya hiyo hewa ya ukaa. Leo tumechukua hiyo misitu, tumesaini mkataba na Saudi Arabia kwamba wao ndio waonekane wenye wa misitu, wao ndio watakusanya hizo fedha. Nchi inauzwa left right and center. Tukiyosema haya wanasema sisi ni wabaya, sisi ni wabaya kwa haya tunayosema kwamba tukae kimya. Tukikaa kimya mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wamemkamata Lisu, wamempa kesi ya uhaini. Nataka niwaambie mimi John Heche, alichokuwa nakisimamia Lisu ntakisimamia kwa nguvu zangu zote, hakitarudi nyuma. Wanasema sisi CHADEMA tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani, bwanafana? Hatutaki askari muhusike kuimba uchaguzi, tumekataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya huo uchafu. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi, ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu, kampeni ya no reforms no election itaendelea bila kurudi nyuma. Kama watataka watupige risasi, wakitaka watuue wanatuambia hivi leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi, kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Hawa wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kairimo, una maadili gani wewe, maidili? Watu mnaoiba kura mna maadili gani nyini? kuiba uchaguzi ni maadili? kuiba kura ni maadili? hatujaomba polisi wanaingiza kura kwenye masanduku si. <coughs> Tukashiriki kwenye ujinga huo? Tumekataa sawa sawa, ndugu zangu. Tunasimamia pale pale sisi, hatuogopi uchaguzi afande. Mimi nimeanza kugombea ubunge niko mwaka wa pili chuo kikuu, na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election? talina palewasubuku. Uh, wana uwezo huo? Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo. Naweza kusema mimi, hiki ni kichwa, kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka mia moja nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo, tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Watu wetu wanaishi kwenye umaskini wa kutengeneza na viongozi wa bovu. Vijana mnaishi kwa kufanya betting katika nchi ambayo mlipaswa nyie we mnaenjoi dunia. Dunia nyingine, unaenda nchi kama Norway watu wake wanapewa, wanapewa child support, wanapewa support na serikali, wasiokuwa na kazi kila mwezi wanaingiziwa hela. Sisi tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5 watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rat Race, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Unawezaje kuwa na kiu wakati uko katikati ya Ziwa Nyasa, katikati ya utajiri, katikati ya utajiri wa jinga ni maskini. Watu wetu ni maskini. Tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi ukitakufa. Tumesema hivi, kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife. Ndani ya miaka mitatu Rais Samia na serikali yake wamejaribu kumwekea mwenyekiti wetu kesi ya ugaidi, Freeman Mbowe. Hukumu ya ugaidi, ndugu zangu, ni kunyongwa mpaka ufe. Kesi ikawa ya uongo, wakamwachia kwa aibu. Leo wanamwekea Lissu kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya uhaini ni kunyongwa mpaka ufe. Lissu aliyepigwa risasi kumi na sita, Mungu akamwokoa wanataka kumuua kwa kesi ya uhaini. Hawa watu ni wabaya kuliko wakoloni. Wanataka kutuua kwa sababu tuna mawazo tofauti na wao. si tunataka kushindana kwa hoja? Hatuna bunduki, hatutaki kupindua nchi hii. Tunataka uchaguzi huru na haki. Hawa watu wanaoiba uchaguzi ndio wahaini kwa sababu wanapindua mawazo ya wananchi ambayo wamepewa nguvu hiyo kwa mujibu wa ibara ya nane ya katiba ya nchi. Hao ndio wahaini, sisi sio wahaini. Mwalimu Nyerere alisema tuasi dhidi ya mifumo miovu na kandamizi inayoumiza maisha yetu, na sisi hatutakubali kuwa sehemu ya uchafu wa nchi hii ambao unasimamiwa na jeshi la polisi na, na vyombo vingine vya dola. Tumekuja kwenu kuwaomba muunge chama hiki mkono msimame na chama hiki, mkitetee katika wakati mgumu na katika wakati wa laha. Tutapashi ishu, na wasifikiri tutarudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tuna karatasi zinaitwa petition, karatasi zinaitwa petition, madai kila mtanzania hata kama ni askari anayepinga na necha ya binadamu. Binadamu sio mtu wa maonevu, binadamu anakuwa mwonevu pale anapowekwa kwenye mfumo na ukubali uonevu impunity. Binadamu apendi uonevu, ndio maana ukiona mtu anapigwa utaumia, that's nature. Lakini ukilelewa katika uonevu uta baadaye utakuwa sehemu ya uonevu. Tusikubali kujenga culture ya impunity na culture ya kutokuhurumiana na culture ya kuumizana nataka kumnyonga Lisu kwa sababu Lisu anasema ukweli, hata utakubali. Tunaomba watu ambao hamuungi mkono wizi wa uchaguzi msaini kwenye hizo fomu. Viongozi wetu watakuja nazo kwenye kata, kwenye mitaa. Na hata leo, Kasamba ubaki hapa, watu wapange mstari waendelee kusaini. Unaandika jina lako, unaandika namba yako ya simu na unaweka saini tunahitaji saini milioni kumi na tano. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa kuonyesha kwamba Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi katika nchi yao, na tutazipeleka mahara pengine pote duniani. Tutampelekea Samia mwenyewe kumwambia, watu wa Tanzania hawataki uchaguzi wa aina hii. Ukiazimisha kwenda kwenye uchaguzi na uchaguzi huo bila CHADEMA utakuwa uchaguzi gani? Wanachukua vyama vya mfukoni, eti wanadanganyana, eti wataenda navyo kwenye uchaguzi. Nani ataenda kupiga hiyo kura? Mtaenda kushiriki uchafu bila chama chenu, Watanzania? Kuna atakaye haribu muda wake kwenda kupanga mstari leo? Katiba ya nchi yetu ibara ya ishirini na saba mbili inasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali za nchi, kulinda mali za nchi yetu. Unachukua bilioni mia tano unazipeleka kwenye uchaguzi ambao mmesha amua nani awe rais. Kwa nini mnaenda kufanya huo uchaguzi? Kwa nini msichukue hizo pesa mkawaletea wananchi matrekta ma mkawaletea maji mkawaletea nini, walime fedha, wapate fedha mfukoni, kuliko mnavyoenda kuziharibu? Kwa nini mjitangaze, mjitangaze halafu mchinajitangaza hizo pesa pelekeni kwenye mambo mengine ya wananchi. Tunaelewa na watu wakera. Jana wamesikia wabunge wa CCM wanasema kwamba rais Samia, si umteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Hiyo ni dharau kubwa sana dhidi ya Watanzania, kwamba tayari Samia yeye ni rais, nyie muamue msiamue, yeye ni nini nani atakusikilizeni nyie mtakaporalamika kuhusu barabara mbovu, kuhusu maji, kuhusu nini? Nani atakusikilizeni kama kura yako haiamuri? Ndio maana lazima mpiganie nguvu yote kuhakikisha tunarudisha heshima ya nguvu ya kura ya mwananchi. Tumeelewana vizuri, watu wa Kera, ninawashukuru sana.